Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, mpenzi mtazamaji wa Khairo TV, karibu tena katika kisa hiki kifupi cha kijana huyu Abdurrahmani mwenye hekima na mcha Mungu ambaye alikutana na jaribu hili, lakini kwa hekima zake na busara zake na kuyabeba vizuri mafundisho ya Mtume Muhammadi sallallahu alaihi wasallam akajikuta anafaulu na kuwabadirisha wengine. Mpenzi mtazamaji, ni kuombe kabla ya yote usisahau kumswalia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pia kufanya istighfari kumwomba Allah subhanahu wataala atujalie mwisho mwema, pia usisahau kusubscribe comment, like na kushare ikiwa unapendezwa na chaneli hii na video hizi ambazo zinakuja kupitia hapa KHAIRO tv. Mpenzi mtazamaji, kijana Abdurrahmani alikuwa mcha Mungu, alikuwa mwenye hekima na adabu. Siku moja, alikuwa Abdurrahmani ameenda sokoni malaghefra akatukutana na kijana mmoja ambaye anaitwa Juma. Juma alianza kumtolea maneno mabaya kijana Abdurrahmani hadi kumtukana, kitendo ambacho watu wa sokoni walishangaa sana kwa hikma na adabu na upore ambao aliyokuwa nao Juma. Kwa nini anamtukana Abdurrahmani? Lakini Abdurrahmani kamkuta ni mwenye upole na hekima zaidi. Juma aliendelea tena kumtukana pamoja na kumsukuma Abdurrahmani alianguka hadi chini. Watu wakaamini kwamba leo Abdurrahmani upole wake na hekima zake zitafika mwisho, lakini cha ajabu, aliinuka na kujipangusa vumbi na kufutafuta nguo zake na kusema kwa sauti ya huruma na upole, mtume wetu Muhammadi sallallahu alaihi wasallam alisema shujaa si yule mwenye nguvu ya kushindana na watu kwa mieleka, bali shujaa ni yule ambaye anajizuia na hasira. Hadithi hii imepokewa na Imamu Bukhari na Muslim. Watu walishangaa sana kwa vitendo vile ambavyo alifanyiwa Abdurrahmani na kijana Juma. Sio vitendo vya kuvumilika, lakini pamoja na kutukanwa, lakini Abdurrahmani akaonekana bado yu mpole na hajatoka katika hali yake ambayo watu wamemzoea. Abdurrahmani akaondoka na kuelekea msikitini, lakini juma alimshangaa sana Abdurrahmani. Vitendo vyote vile hajanunua hau kunyanyua mkono wake kunipiga. Hakika huyu ni kijana wa mfano. Alimfuata Juma, alimfuata Abdurrahmani hadi msikitini ambaya msikitini ndio maskani yake makubwa. Juma akaanza kumwomba samahani Abdurrahmani. Abdurrahmani alimsikiliza Juma akasema, samahani ni iberisi tu alinipanda, lakini cha ajabu zaidi nimefurahishwa na kuto kunyanyua mkono wako na kuto kunirudishia matusi. Basi naomba unifundishe hizo njia za dini na mafundisho ya Mtume ambayo wewe unayatumia kujidhibiti na hasira zako, nataka niwe kama wewe. Abdurrahmani akamwambia hata wewe una hekima labda kuzidisha tu hekima, lakini hata wewe una hekima Abdurrahman alimwambia Yuma. Abdurrahman aliendelea tena kusema, hasira ni kama upanga wa moto, ukishikilia sana utakuchoma, lakini ukiacha utakuwa huru kwa hakika ulivyonifanyia nilikuwa na hasira, lakini nikakumbuka hasira ni upanga wa moto. Kwa nini niushike upanga wa moto? Nikaachana nao, nikaachana nazo hasira. Matokeo yake nini? Matokeo yake nimepata uhuru kutokana na hasira. Baada ya kuachana na upanga wa moto ambayo ni hasira, Abdurrahman na Juma, baada ya hapo, walikuwa marafiki sana, na Juma aliendelea kupokea mafundisho ya kiroho kutoka kwa Abdurrahmani. Kutokana na hekima za Abdurrahmani, Juma hakuendelea kuwa mtu mwenye adabu nusu zisizokamilika. na Juma aliendelea kuwa kiigizo chema kupitia Abdurahmani. Ujumbe kutokana na kisa hiki kifupi, kujizuia na hasira ni alama ya imani na nguvu ya kweli, lakini pia tabia njema na huruma huvutia watu kuliko mabishano na kujibizana kusiko kuwa na msingi. Lakini jingine kuiga tabia za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hii ni njia salama ya kuishi kwa hekima. Mpenzi mtazamaji, kufikia hapa ndio mwisho wa kisa hiki kifupi ambacho kinaelezea namna ya kujizuia na hasira. Mpenzi mtazamaji, ni kuombe usisahau kumsalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pia kufanya istighfari, kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie mwisho mwema. Pia mpenzi mtazamaji, ni kuombe usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare, ili uwe wa kwanza kupata video zote zinazokuja kupitia hapa Khairo TV. Mpenzi mtazamaji, kufikia hapa niseme wabillahi tawfiq